Katika habari za kimataifa, baada ya takribani miaka sita ya mvutano wa kisiasa, vita ya muda mrefu na misururu ya mabadiliko ya uongozi, Somalia hatimaye imechukua hatua ya kihistoria kuelekea demokrasia ya moja kwa moja. Taifa hilo ambalo limepitia vipindi virefu vya utawala wa kijeshi, vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanzia y miaka ya tisini, na changamoto sugu za kiusalama zinazochochewa na wanamgambo wa Al-Shabab limekuwa likitegemea mfumo wa uwakilishi wa koo katika chaguzi zake kwa miongo mingi. Mfumo huo mara nyingi ulikosolewa kwa kukosa uwazi kunufaisha wasomi wachache na kudhoofisha ushiriki wa raia wa kawaida katika maamuzi ya kitaifa. Lakini Alhamis hii, sura mpya imeandikwa kwa mara ya kwanza, baada raia wa Somalia walijitokeza kwa wingi, chini ya ulinzi mkali, kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa kupiga kura moja kwa moja. Tukio hilo limeonwa kama hatua kubwa ya kurejesha sauti ya wananchi katika mchakato wa kisiasa na kulipa taifa hilo taswira mpya ya matumaini licha ya changamoto zinazoliandama. Hata hivyo, uchaguzi huo haukukosa dosari. Baadhi ya vyama vya upinzani viliharifiwa kususia mchakato huo, vikilalamika kutokuwepo kwa mazingira sawa ya kisiasa, ukosoaji ambao umefufua mijadala. Wachambuzi wanasema kuwa licha ya upinzani huo, tukio la Alhamis ni ishara kwamba Somalia inaanza kutembea kwenye njia ndefu ya kujenga taasisi imara, kuongoza uwajibikaji wa viongozi wa mitaa na hatimaye kufikia uchaguzi wa kitaifa wa moja kwa moja katika siku zijazo. Kwa sasa macho yote ya jumuiya ya kimataifa, wana diplomasia na wachambuzi wa Afrika yako Mogadishu wakisubiri kuona hatua hii mpya itakayokuwa nguzo ya uthabiti wa kisiasa au mwanzo wa mjadala mpana wa mageuzi zaidi.